Matukio yaliyofuata maandamano ya Jumatano ambapo mchuuzi wa barakoa Boniface Kariuki alijipata katika mikono ya maafisa wa polisi na kupigwa risasi kichwani yamevutia hasira kubwa kutoka mashirika ya kutetea haki za kibinadamu ambapo sasa yanataka maafisa wa polisi waliohusika kuchukuliwa hatua wa kali za kibinadamu. Albert Lumumba Wekesa ni mmoja wa wanachama wa shirika moja la kutetea haki za raia katika kaunti ya Bungoma, amedai polisi walikiuka haki za kimsingi.

Akihisi kwamba kikatiba raia anapaswa kupewa haki za kimsingi ikiwemo kupewa usalama wa kutosha anapojaribu kutoa sauti yake. Kwa sasa anapendekeza wabunge kupitia kamati ya usalama katika bunge la kitaifa na Rais Ruto kuhakisha masuala ya mwananchi yanalindwa vya kutosha. Alex Wekesa, Runinga Tandao, Bungoma.